Baraza la michezo la taifa lina liko katika maandalizi ya, ya tukio lake kubwa ambalo limekuwa likifanya miaka miwili mfululizo sasa ni mwaka wa tatu la kutoa tuzo kwa wanamichezo waliofanya vizuri, na kwa mwaka huu linatarajiwa kufanyika mwezi Mei kama ambavyo tulisema awali, lakini ni tukio ambalo tunafahamu lengo lake ni kuhamasisha vijana kujitoa zaidi katika kushiriki kwao kwenye michezo lakini pia kuona namna gani tunawapa motisha wale ambao walijitahidi kufanya vizuri katika kuipeleka mbele tasnia yetu. Tuzo zitakuwa na upekee wa mambo mengi, mambo kadhaa, kwa sababu sisi, lengo letu, kila mwaka tunataka kuona tunaimarisha zaidi ko, kama ambavyo mwaka jana kulikuwa na vitu vipya vilivyoongezeka, hata mwaka huu pia viko vitu kadhaa vipya vitaongezeka. Tutavisema hapo baadaye pale tutakapokuja kutoa taarifa kwa umma kuhusu mambo yapi mapya yameongezeka lakini tu kwa ujumla ni wape rai wa Tanzania hasa hasa wapenzi wa, wa michezo kwamba ni mambo mazuri kuliko yalivyokuwa mwaka jana.